mchezo wa Simba umemalizika Simba wamepata sare nyumbani dhidi ya Esperance de Tunis sare ya mbili mbili walikuwa wameshatangulia goli mbili kipindi cha kwanza kipindi cha pili Esperance de Tunis wamefanikiwa kuburudisha magoli yote mawili niko na shabiki wa Simba hapa kuna mwanachama mwandamizi niko na mwanachama mwandamizi wa klabu ya Simba baada ya mechi kumetokea vurugu nje ya uwanja watu wamemvamia Mangungu wanataka kumpiga na kudai kwamba hawamtaki kama mwenyekiti wao na vitu kama hivyo hebu niambie una nini unakuongea hiyo wow, sasa mwenyekiti alichaguliwa kwa katiba Mangungu sio mwenyekiti wa klabu ya Simba aliyechaguliwa katiba. Mm. Ya wanachama wa Simba. Mm. Sasa leo wanapigwa kwa sababu gani? Tatizo ni nini? Simba ipati matokeo mazuri kwenye michezo yote ambayo imecheza kwenye klabu. Wanacheza mpira wachezaji. Wanadai uongozi sio mzuri. Sio uongozi mzuri. Nataka niwaambie kweli waandishi wa habari. Mo mm. Wasiwachanganye wanachama wa Simba. Mm. Mo wasiwachanganye wanachama wa Simba. Natoa elekezo. Kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeah. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mo sio mwekezaji ni mpigaji, sawa? Asiwadanganye wanachama wa Simba, anatoa rushwa kwa wanachama kuchungia uongozi. Wakati wake umefika, ajikae pembeni. Kuna watu wanataka Simba kuiongoza klabu ya Simba, anakuja kuiua klabu ya Simba na naongea wazi, nchi ijue na dunia ijue. Mo ayache Simba. Kuna wanachama wa Simba wanataka Simba yao. Yeye asiye chama wa Magumashi. Wanachama chama ambao wanashibogari wa mbilimbi kule kwa jiji za Mo kwa Mo ndio viongozi wanachaguliwa katiba. Mangungu ampiga kwa sababu gani? Nasema ukweli. Uwo ndio uwazi na ukweli. Sina mjadala. Kama noma na iwe noma. Nasema hivi. Mangungu anakosa lote. Mwangungu ni msimamizi wa klabu ya Simba kama mwenyekiti. Sasa kundi lake hilo, kundi lake anataka yeye hilo kundi lake hilo kundi lake ambalo analisapoti wafanye fujo ndani ya klabu ya Simba, hawatafanikisha klabu ile. Tumekwenda kwenye mkutano wa mabadiliko ya katiba, maskini ya Mungu, nilikuwa na mzee wangu amesi kiloboni, amekuja, amempokea Mangungu kwa heshima na taazima, mwanangu, kweli klabu unataka kuendelea vizuri. Sasa leo kuna watu wajanja wajanja, Mangungu hafai, hafai, hali ni matokeo ya mpira. Wamwache, mwache, mtaza amalize wakati wake mpaka 2027 mwezi wa tano ndo fanya kwenye uchaguzi. Na nasema wanachama wa Simba, mnanunuliwa? Itawagalimu hiyo, itawagalimu kweli. Mo ndo analeta matatizo ndani ya klabu ya Simba? Nyinyi mnanganyika yo mo eh, uwanja hajajenga miaka minane, mnashikwa akili? Eti Mo eh, Mo tajiri, tajiri gani bwana? Tajiri ufanye ukweli. Nasema wanachama, mbadilike akili zenu, mtame pembeni, sio kwa sababu mkienda kwenye mkutano oh. Nani bwana oh, Mo, Mo, Mo, Mo. Na kilabu ya Simba ya watu ile, alafu kuna wanachama wa Simba tumetoka ndani Simba. Simba ya Jamhuri ya Muungano, Magomeni shibamu mwanachama Mkonge, kadi yangu elfu moja na tatu sasa mna Acheni mambo hayo eti. Mangungu afai, nasema hivi natoa Mangungu tutakuwa mwenyekiti halali wa simba mpaka uchaguzi unafika, na wa chama mmoja kwenye mkutano ule, tukutane kwenye uchaguzi. Sasa leo mnaleta fujo hizo, hela za mo mnazokula kumtukana Mangungu, Mangungu atamaliza katiba ata katiba ataondoka na kila kitu kwa katiba. Asalamu alaykum. I tell me the compromise.